tumia cheo changu wala cha mtu mwingine kwa faida yangu. Nitajielimisha kadri ya uwezo wangu na kutumia elimu yangu kwa faida ya wote. Nitashirikiana wenzangu wote kujenga nchi yetu. Awali ya yote, namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuamrisha leo tuje tufanye maadhimisho haya ya wiki la wazazi kiwilaya katika kata ya Ngoywa. Maana yake bila kubariki yeye tusingeweza chochote, lakini kwa namna ya pekee nina furaha kubwa sana sana mpaka nashindwa kusema, si mnanisikia? kupokea wageni wanachama wetu wananchi wetu viongozi wetu ndani ya Chama Cha Mapinduzi kwa tarehe ya leo, tarehe tano mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano. Nina furaha kubwa kwa sababu waliopo mbele yetu mnajua kabisa walikuwa ni viongozi kwanza, alikuwa diwani wa kata hii, ndugu yangu hapa sijamfahamu vizuri, atatuambia. Sitaki kueleza chochote, naomba nikae ni wape walau dakika tatu tatu tuwasikilize ili tuweze kuwapokea vizuri. m ruhamia mayunga nkoni akifuku ni sukuma ya... ni sijaletwa na mtu nimekuja kwa loho moja kwa nilipokuwa nilikuwa katibu kwa kata ya Ngoywa, wa kata ya Ngoywa wa Chama cha Demokrasia cha Taifa, lakini kwa saizi nimeona nilipotea tu tuupo kamba nimedanganywa sana. Kwa hiyo nimeamua kurudi nyumbani. Kwa hayo machache, naomba ushirikiano Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa mwenyekiti wa baraza la wazazi wilaya ya Sikonge, lakini bado Mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya ya Sikonge wa Chama cha Mapinduzi pamoja na viongozi wengine, kwa majina naitwa Lucas Wilison Kibelenge. Hakuna hey, hey, hey, hey, hakuna asiyenijua ndani ya wilaya hii ya Sikonge, hakuna asiyenijua ndani ya mkoa huu wa Tabora. <tapu> mawazo ni mengi, ukiwa binadamu unapokea mawazo kila aina, na kuna mawazo mazuri uyatendee kazi, lakini bado kuna mawazo mabaya ambayo yanakujenga kifikra ukae uyafikirie kwa nini amekuja kabisa kabisa. Baba mzee, natamani sana kwamba mimi ningekuwa mwanachama wa Chama Cha Mapinduzi toka 2010 chini ya Mheshimiwa Kamoga hmm, na Bakali Lwasa nadhani lakini maneno yalikuja ni mengi mengi mengi, kwamba kwa nini aje chama cha mapinduzi? Huenda watu walikuwa na mawazo mengine tofauti. Kuna mtu yupo kwa sababu ya chama cha mapinduzi, lakini kuna mwanachama wa chama cha mapinduzi yupo kwa sababu yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo mawazo yamekuwa mengi mpaka na wachungaji. Sasa anapokukuta na mchungaji unaanza kufikiria kwamba hawa wachungaji wameniita, wananishauri jambo hili, ni kwa nini? Sasa nimi nilipokutwa na wachungaji nimejawa na imani, nikajawa na hofu, ni Ma, alina, alina. kwa nini wananizungumza hivi? kwa hiyo kama mtoto niliyezaliwa na kubatizwa na kuamini katika imani yangu, mchungaji namwamini sana kama atanipeleka dhambini basi dhambi itakuwa ni ya kwake. Kama atanipeleka peponi, nina imani furaha ya milele itakuwa ni ya kwake. Kwa ndugu zangu, nimeamua kujiunga na Chama Cha Mapinduzi nikiwa na akili zangu timamu, lakini nataka niseme mambo mawili matatu. Kurudi kwangu Chama Cha Mapinduzi, kuna watu wanaweza wakafikiria wakajiona waka wao ni wanyonge, lakini mimi nimerudi Chama cha Mapinduzi kuongeza nguvu ya Chama cha Mapinduzi ili <continental> kwa hiyo <tutu> kama kuna mtu atafikiria kwamba awe na unyonge juu ya Kiberenge kujiunga na Chama cha Mapinduzi, kwa mheshimiwa mwenyekiti dada yangu Ana Wilson naitwa Lucas Wilson. Manangu tumekuwa tunakaa viti mara kwa mara tunazungumza na sana, mengi unaniambia sana, sana. Lakini nina imani muda wako wa kuona kwamba unakaa unafarijika, unaongea na mimi unacheka sana, sana. Mungu alikuwa amehifadhi na ndo sale leo sasa muda wa kukaa uongea na mimi ustari. Kwa niwape moyo niwape imani watu wa Chama Cha Mapinduzi. Sawa sawa. Mimi ni mwanasiasa mchezaji popote nitume nitakwenda kucheza. Kwa hiyo ondoa hofu kwamba inawezekana mwanachama huyu tukamtuma kwenda Igigwa tukamtuma kwenda wapi akafika kule akawa na hofu. Hapana, mimi ni mwanachama mchezaji popote nitume nitatumika nitakwenda kuzungumza.